Uh, hamjambo ndugu zangu na dada zangu. uh, kwa fundisho limepita tumejifunza kuhusu sala uh, katika ndoa yenye upendo ama ombi uh, uh, katika ndoa maombi katika ndoa soma na tumesoma na mstari wake, na sasa fundisho ile lingine linakuja ni kwa sababu ya sala ya wazazi kwa watoto wao. Kumbuka kwamba ili ni jukumu ambalo limepatiwa wazazi, naye Mwenyezi Mungu alitokana na pale kwanza, katika nchi kutoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri, ndiposa akamwamuru Musa akamwambia kwamba maneno haya yote mumeona na miujiza na ishara zote na msaada wote wawangu Mwenyezi Mungu mulioyaona, kutoka kule kuwatengenezea njia katikati ya bahari. Ma haya maneno yote mtayaweka, ili muweze kuambia watoto wenu na katika Kumbukumbu -kumbu la Torati mstari wa sita kuanzia pole, Kumbukumbu -kumbu, la Torati mlango wa sita mstari wa sita hadi saba neno la Bwana linasema hivi na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipu katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe utawafundisha watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo na uondokapo. Basi watu wa Mungu, neno la Bwana linasema ya kwamba maneno mema ambayo Mwenyezi Mungu ane alitenda ishara zote hata wewe, miujiza ambayo ulitendewa na Mwenyezi Mungu, ni lazima utaambia watoto wako na utawafundisha. Na Biblia inasema si kuwafundisha tu, utawafundisha kwa bidii, utawafundisha kwa bidii, utawafundisha uh, ukuyanena uketipo katika nyumbani yako na utembeapo njiani na ulalapo na pia uondokapo, utawacha watoto wako wajue ukuu wake Mwenyezi Mungu na wema wake Mwenyezi Mungu. Utawaambia uh, mapenzi yake Mwenyezi Mungu juu ya maisha yao, penye aliwatoa na penye amewafikisha. Usikose kuwafundisha watoto wako neno la Bwana, uwafundishe vile Mwenyezi Mungu yuko mkuu. Na haya yote yalitolewa na Mwenyezi Mungu kwa kinywa cha Mose akimwambia haya maneno yote ni lazima mtayafunza vizazi vyenu, watoto wenu, ndio wajua kwamba mimi Mungu mkuu, ni Mungu wa kuokoa, Mungu mwenye ushindi, na Mungu mwenye ambaye haachi mja wake. Na kwa hivyo kutokana na uh, kifungu hicho cha Biblia kuna uh, ombi ambalo ninataka ujifunze kuomba hapa. Unapoombea watoto wako, omba hivi, ndugu ama dada mpendwa. E Baba wa rehema, nakushukuru kwa kunipa heshima ya kuwa mzazi. Ninatambua kwamba watoto wangu ni zawadi kutoka kwako, na ninahitaji neema yako ili niwe mlezi mwema anayekutegemea wewe. Bwana, nisaidie kuwalea katika njia zako. Nipe hekima ya kuwafundisha kwa upendo, nidhamu na uvumilivu. Nipe moyo wa kusamehe na kusikiliza, ili waone mfano wa tabia yako ndani yangu. Naomba uwe kiongozi wao katika safari ya maisha. Walinde wakiwa shuleni, njiani na popote waendapo, waepushe na vishawishi. Ulinzi wako uwe juu yao usiku na mchana. Ninakiri kwamba watoto wangu ni wako. Bwana, uwe nuru yao, uwaongoze wao na nguvu yao, baraka ya zako neema na amani zako ziwafuate siku zote za maisha yao, na ni katika jina la Yesu. Kila mtu aseme amen, amen. Tupatane katika funzo lingine.